0678813891. Habari za asubuhi mtazamaji wa Sautikuu TV Online. Karibu sana kwenye kipindi cha magazetini leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 10 kumi mwezi wa 11 mwaka 2025. 20. Tuko hapa kupita kwenye kurasa mbalimbali mbali za magazeti ya siku ya leo tunakwenda kutazama wahalili wa magazeti mbalimbali asubuhi mbali ya, ya leo wameandika kitu gani kwenye kurasa zao za mbele. Tukipita kwenye zile headline na kuangalia kile ambacho wamekitana baisha na kukifunguka katika asubuhi ya leo. Hakikisha unakuwa nami sambamba kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka pale nitakapofika tamati. Unaruhusiwa kuandika ujumbe wako mfupi kupitia comment section, niandikia hapo, unanifuatilia kutokea wapi? Uh, mimi ni Mika Barnabas napewa nguvu na kanisa la TAG Kawe Tabena of Glory linalopatikana Kawe uko amani nyuma ya kituo cha mafuta cha Oilcom. Ukifika hapo unaweza ukafikishwa kwenye kanisa hilo. Sasa bila kupoteza muda, moja kwa moja naanza kutupia macho yangu kwenye magazeti ya asubuhi ya leo na uh, mezani kwangu asubuhi ya leo naanza na gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Taarifa kubwa inayopatikana katika gazeti hili imeandikwa kwamba waziri mkuu mpya ajaye uh, hiyo ndo taarifa kubwa inayopatikana kwenye gazeti la Nipashe ikiwa imeandikwa waziri mkuu mpya ajaye: a, Mkumbo, Tulia, Biteko, Makonda ndani ya mjadala. Lakini pia kanuni za bunge a, za Mbeba Lukuvi kuongoza mchakato wa kumpata spika mpya. Hiyo ni taarifa pia ambayo imeweza kuandikwa kwenye gazeti hili la Nipashe asubuhi ya, ya leo. Undani wa taarifa hii unapatikana kwenye ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii lakini pia ipo taarifa ambayo imeandikwa UVCCM ya vionya vyama vya siasa kauli za kejeli uh, mitandao uh, ilimdhalilisha lakini akaibuka shujaa. Hiyo ni taarifa pia ambayo inapatikana ukurasa wa tano wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Uh, ACT Wazalendo yaibuka na hoja uh, tafu baada ya uchaguzi mkuu uh, ACT Wazalendo yaibuka na hoja tatu baada ya uchaguzi mkuu lakini kuna taarifa pia imeandikwa, wataalamu wa pombe na tumbaku chanzo kikuu cha saratani ya matiti. Wataalamu pombe na tumbaku chanzo kikuu cha saratani ya matiti. Hiyo ni taarifa ambayo wataalamu wenyewe wamefanya research, inapatikana ukurasa wa saba, gazeti hilo ni Nipashe. Mwinyi kuonesha dira ya Zanzibar leo, akizindua baraza la wawakilishi. Mwinyi kuonesha dira ya Zanzibar leo akizindua baraza la wawakilishi, ukurasa wa 17 kuna undani wa taarifa hii, unaweza wakaisoma kiundani. nikitoka gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, nakamata gazeti la wamachinga asubuhi ya leo aa, gazeti wamachinga taarifa yao kubwa kabisa imeandikwa Zungu spika wa bunge la kumi na tatu. Aa, Zungu spika wa bunge la kumi na tatu aongoza kura za maoni CCM apata kura 348 Amwaga amwaga Stefan Masele kwa kum, a, kwa kuambulia kura 16. Zungu mzungu spika wa bunge la 13 aongoza kwa kura za maoni CCM apata kura 348. Ambwaga Stefan Masele kwa kuambulia kura 16. Hiyo ni taarifa kubwa ambayo inapatikana gazeti wa Machinga. Lakini pia inaelezea kwamba Silo anayekuwa naibu spika na silo anayekuwa naibu spika mpya sasa majina Uh, yao kupelekwa kwa, kwa katibu wa bunge ili kupigiwa kura na wabunge wote. Hiyo ni taarifa nyingine pia ambayo ipo kwenye gazeti hili la Wamachinga. Dkt. Nchimbi, serikali ya Samia imechukua hatua kulinda amani. Uh, ukurasa wa tatu wa gazeti la Wamachinga una undani wa, wa taarifa hii ya uh, UV, uh, UVCCM yalaani vurugu za uchaguzi, yatoa ushauri uh, ukurasa wa uh, kurasa wa pili wa gazeti hili ndo una undani wa taarifa hiyo, lakini kuna taarifa pia ambayo inasema uh, Tanzania yahakikisha dunia hali ya utalii iko salama uh, Tanzania yahakikishia dunia hali ya utalii iko salama. Gazeti la Wamachinga asubuhi ya leo imeandika undani wa taarifa hiyo. Nikiachana na gazeti Wamachinga na kamata gazeti la Mwana Habari ambalo asubuhi ya leo gazeti la Mwana Habari wameandika kwamba Zungu apitishwa na CCM kuwania uspika wa bunge Zungu apitishwa na CCM kuwania uspika wa bunge, apata kura 348 kati ya 364 zilizopigwa na wajumbe, akifuatiwa na Masele aliyepata kura 16. Kurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hii. Sadek yampongeza Dkt Samia kwa ushindi. Uh, pia yaeleza kusikitishwa na kutuma salamu za lambilambi kutokana na vifo, uh, kutokana na vifo na uharibifu wa mali za watu binafsi na miundombinu ya umma iliyofanyika wakati wa vurugu za siku ya uchaguzi. Uh, undani wa taarifa hii pia inapatikana ukurasa wa tatu wa gazeti la Mwanahabari asubuhi ya leo. Uh, vijana nchini waaswa kutojihusisha na uvunjifu wa amani. Uh, hiyo ni taarifa pia ambayo inapatikana gazeti hili ya Mwanahabari, lakini kuna taarifa ambayo inasema makumbusho Uh, ya jiopaki Ngorongoro Lengai yaanza kuvutia wadau waanza uh, c CW2, CW2, tuko tayari kushirikiana na serikali. Hiyo ni taarifa nyingine pia inapatikana gazeti hili la mwana habari asubuhi ya leo. Nikitupia macho yangu kwenye gazeti la majira asubuhi ya leo, taarifa kubwa imeandikwa macho masikio kwa bunge la 13 kesho. Uh, macho masikio uh, kwa bunge la 13 kesho ni taarifa kubwa ambayo imepatikana kwenye gazeti la majira asubuhi ya leo. Uchaguzi wa spika naibu spika wake kuthibitishwa, waziri mkuu mpya kut, uh, kutikisa hotuba ya rais kufungua bunge yasubiriwa ya kwa hamu. Kurasa wa nne, gazeti la majira ameandikwa hivyo kwamba uchaguzi wa spika naibu wake kuthibitishwa, waziri mkuu mpya kutikisa, hotuba ya rais kufungua bunge yasubiriwa kwa hamu. Kutaka kusoma taarifa hii kiundani hakikisha unakamata nakala ya gazeti la majira asubuhi ya leo. Zungu rasmi kupeperusha bendera ya CCM kwa nia uspika. Kilio kuyeyuka barafu kiwe ajenda ya maalumu ya COP 30. Trump, Marekani kususia G20, Afrika Kusini. Kuna uwezekano mkubwa tatizo la kupata mtoto linatokana na wanaume Uh, kuna uwezekano mkubwa tatizo la kutopata mtoto linatokana na wanaume, ukurasa wa 15 makala hiyo ndio inapatikana, unaweza ukasoma athari za vurugu zaendelea ku uh, kuanikwa na vijana, vijana waonywa athari za vurugu zaendelea kuanikwa vijana waonywa, za vijana waonywa. Uh, jamii yashauriwa kusaidia watoto watuhumiwa wa vurugu wazidi kuburutwa koltini, unaweza ukasoma habari hii ukurasa wa 4 gazeti la majira Nikiachana na gazeti la majira na kamata nakala ya gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, taarifa kubwa kwenye gazeti la Mwananchi imeandikwa kwamba makovu ya uchaguzi 2023, 25, makovu ya uchaguzi 2025, Bagonza ataja mbinu za kuliponya taifa. Uh, Askofu Bagonza huyo akiwa ameandika mbinu hizo. Ukitaka kuzijua hizo mbinu, kamata nakala ya gazeti la Mwananchi ukurasa wa pili, wa pili wameandika taarifa hiyo kiundani kabisa lakini agusia kukili uh, kukili makosa kwa makundi husika kuepukana na kulaumiana, wadau wataja wa husika waliopoteza maisha, kujeruhiwa pia wanikwa. unaweza kamata gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo kausoma habari hiyo kiundani. Uh, vigezo vya kuamua mrithi wa majariwa vimeanikwa gazeti la Mwananchi. Kamata gazeti hilo uweze kujua kile kilichoandikwa. Ndoto ya Tina ilivyozimwa kwa risasi, taarifa nyingine inapatikana gazeti la Mwananchi. CCM kwenda na Zungu uspika. A, silo anukia unaibu unaibu spika. Ukikamata gazeti hilo unaweza ukasoma pia kiundani. Nikikamata gazeti la Jamvi la Habari asubuhi ya, ya leo, wameandika kwamba Zungu njia nyeupe uspika. A, hii ni taarifa ambayo imeandikwa magazeti karibia yote asubuhi ya, ya leo A, ikiwa ndo taarifa kubwa katika siku ya leo ya Jumatatu tarehe 10. ACT Wazalendo kuishtaki INEC mahakamani. Uh, unaweza ukaisoma pia taarifa hii kupitia gazeti hili la Jamvi la Habari. Nikiachana na Jamvi la Habari, kamata gazeti, uh, gazeti la uh, nikamate gazeti lingine hapa, gazeti la Uhuru ambao, katika asubuhi ya leo, taarifa kubwa ambayo inapatikana kwenye gazeti la Uhuru uh, ukweli daima, wameandika UVC, UVCCM yawapa pole waliopata madhila uh, lakini pia kuna taarifa ambayo imeandikwa Zungu apitishwa kuwania nafasi ya uspika. Uh, fahamu athari za kutumia simu kompyuta usiku. Uh, wasomi viongozi wa dini waisisitiza uzalendo na amani, hiyo ni taarifa pia ambayo inapatikana gazeti hili la Uhuru na taarifa hiyo inaenda kutupa break fupi, tukija hapa moja kwa moja tunakuja kuangalia nakala za michezo, kurasa za nyuma wahalili walizoandika.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 Tisamoja. Karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo. Utakuwa nami Dorcas Daniel na hapa ninaangazia habari za kimichezo na burudani, nikianza na gazeti ni nipashe mwanga wa jamii ukurasa wake wa mwisho eh. Yanga Sports Club ya paa kileleni, habari hii utaipata hapa, yaidungua KMC 4 ikiwa eh, ni mara ya kumi na mbili kwenye ligi kuu. Yanga Sports Club ya paa kileleni, habari hii utaipata katika ukurasa wa mwisho gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii utakapokamata nakala yako. Vile vile, alteta alia na sare Arsenal, huku pantev ataka wachezaji wote Simba eh, kufunga mabao hayo. na mengine mengi ni kwa mujibu wa gazeti Nipashe ukurasa wake wa mwisho. Gazeti wa Machinga spoti michezoni limeandika, Yanga yapanda kileleni ligi kuu ya Okwasi, kurejea Yanga dirisha dogo, nyota stars waanza kuripoti kambini. Uh, Premier Bet yaendeleza promotion ya Reworld, uh, Reworld Hub kwa kutoa zawadi. Meneja Simba wataka mashabiki kutulia. Habari hii utaipata pia katika ukurasa huu wa mwisho wa gazeti wa Machinga upande wa habari za kimichezo na burudani vilevile, gazeti Mwanahabari limeandika Pakome awindwa Zamalek, Pakome awindwa Zamalek. Simba JKT Tanzania walitupa wakati mgumu, Simba wanasema JKT Tanzania waliwapa wakati mgumu. Singida BS wamefungwa na mchezaji wao. habari hii inapatikana vilivyo katika ukurasa huu wa mwisho wa gazeti Mwana Habari. Eh, gazeti eh, bora sasa. Eh, gazeti Majira michezoni, Yanga yaichapa KMC nne kwa moja, Boyeli atupia mbili, Pakome nyota wa mchezo. Yanga yaichapa KMC nne kwa moja, Boyeli atupia mbili, Pakome ndio nyota wa mchezo huo. Ushirikiano ndio ngu, eh, ndio nguzo kuu ya ushindi, Simba, kauli ya kwake nangu. Kamata gazeti majira na ondoka hapo, mtazamaji, nikiangazia gazeti jamvi la habari sporti. Gemondi yatangaza kikosi cha Taifa Stars, Messi Depo watajwa kikosi cha Argentina, ni habari ambayo imetajwa katika gazeti jamvi la habari sporti. haya Vilevile, Taifa Tanzania uzalendo wa kwanza michezoni. Mwanajeshi ya Goma kuuza pambano Ujerumani, habari hii utaipata katika nakala hii. Wachambuzi wakubaliana Morris Abrahamu ni bora zaidi ya Pakome, e, wachambuzi wakubaliana Morris Abrahamu ni bora zaidi ya Pakome. Haya, kauli za kwao wachambuzi. Azizi Andambwile aendelea kusugua benchi, habari hii utaipata katika nakala hiyo ya taifa Tanzania eh, Andy Boyeli aibukia KMC apiga mbili Yanga ikishinda nne kwa moja. Hayo na mengine mengi ni kwa mujibu wa gazeti eh, Taifa Tanzania uzalendo kwanza. Za spoti limeandika ubabe Yanga nne vs KMC moja. Haya pante watoa neno Simba Stars yaingia kambini kuiwinda uh, Kuwait. Gamondi yafunguka Singida BS. Habari hii utaipata katika nakala ya gazeti za spoti utakapokamata uh, nakala hiyo. Kocha afariki wakati wa mechi Serbia, habari uh, i imetajwa hapo pia. Maumivu sare ya mchanganya auteta, habari hii ni kwa mujibu vilevile wa gazeti za spoti, kwa hiyo unaweza kujipatia nakala hiyo kupata habari kwa kina. Gazeti Zanzibar Leo, michezoni, Taifa Stars kuingia kambini leo kujiandaa mechi ya FIFA karate. Zanzibar yaomba fedha kushiriki mashindano Kenya. Sare ya tawala ligi kuu Zanzibar. Pantev akunwa kiwango simba dhidi ya JKT. Pantev akunwa kiwango simba dhidi ya JKT, habari hiyo utaipata hapo Gazeti Uhuru ukweli daima limeandika yanga ya kapa tamu ligi kuu Tanzania Bara. Pandev aivulia kofia JKT Tanzania. Uh, ken aibeba Bayern Munich. habari imetajwa vilevile hapo. BMT atoa wito kwa TMSA. nne kwa moja ushindi iliyopata yanga dhidi ya KMC katika mchezo uliofanyika hapo jana ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Uhuru ukweli daima unaweza Uh, kujipatia nakala hiyo mara moja popote hapo ulipo. Gazeti la kimichezo na burudani pekee asubuhi ya leo, gazeti mwanaspoti limeandika Pantev, hesabu kali awatuliza mashabiki, sawa fichua siri. Habari hii imepamba ukurasa mbele kwa wino mweupe wa gazeti mwanaspoti. Unaweza kujipatia habari hii kwa kina utakapokamata nakala ya gazeti hili. Sayansi ya Pedro yaibeba yanga kileleni Sayansi ya Pedro yaibeba Yanga kileleni. Gamondi yageuka mbogo. E, mtoko wa Jim kwa wanawake ndio huu. Ayakamata weze kupata habari hii kwa kina. Amori bado aamini Haya na mengine mengi utaipata katika gazeti hili la kimichezo na burudani, gazeti Mwana Spoti. Kwa hiyo kamata nakala hiyo popote hapo ulipo, mtazamaji. Mimi naitwa Dorcas Daniel. Katika sehemu ya kwanza magazetini leo, ulikuwa naye mikaa ya Barnabas Chambo, nami nahitimisha sehemu ya pili hii iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani. Katika kukamilisha matangazo haya kwa ujumla, mwenzetu upande wa mitambo ni Freedom Richardi kumbuka kuwa mshirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe lililopo Kawe uko Mani, nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM ama kituo cha mafuta cha Puma, na wakiendelea kukualika na kukukaribisha wewe unaisikia taarifa hii kwa mara ya kwanza kufika na kushiriki ibada pamoja nao. Jumatano wana ibada ya mafundisho ya Biblia kila siku saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 kamili jioni, lakini Jumapili wana ibada mbili kwa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 Ni kutakie Jumatatu tulivu, kipindi kinachofuata hivi sasa ni Sauti Kuu Sports.